E, kucheza wanacheza, lakini watashinda? Ndio swali. Kucheza mnacheza tu popote, lakini swala ni kwamba uwanja umechukua nafasi kubwa kuliko maandalizi ya mechi na kuwavuruga mashabiki. Viongozi wa Simba, mashabiki wa Simba eh, wamekuwa ni ndege ambao wanapewa eh, punje zenye sumu wakati wa njaa. Juzi katoka kiongozi wa mpira wa simba mkubwa tu, anaongea na kafu kana, anaongea na TFF na ana taarifa zake, nasikia wanamshughulikia Wana wale. Aye, katoe uthibitisho kama ambavyo leo tumesikia tumesikia JKT baada ya kauli ya jana, watu kutaka kulaumu, kawaambia twendeni mkatoe uthibitisho. Kwa hiyo wanataka uthibitisho. Wanataka uthibitisho kama ni kweli, anahusika vipi makamu wa rais wakafu na mpira. We uliyesema anahusika, taarifa chukua kutoka kwangu, wanashughulika naye, na kama watabadilika na wakabadilisha uwezo wa Barkane kuwa udhaifu wao, wanaweza kupata matokeo. Barkane wanacheza kwa kupunja nafasi, hawakupi muda wewe kupata nafasi uwanjani. Tafsiri yake, ili upate nafasi lazima uongeze kasi ya kupambana nao, kutafuta nafasi, muwe mnazunguka kwa kiwango kikubwa kiwanjani, mnacheza kwa maelewano, kwa kasi ya mchezo ambayo inawafanya na wao wasipate utulivu. Sasa kuna mawili, wakati mnafanya hivyo, mfanye kwa usahihi. Kama hamtufanye kwa usahihi, mtaingia kwenye mitego yao kwa sababu hawa ni wazuri wa kufanya zone exploit, wanakupunja nafasi. Sasa ukiwa unaenda kutafuta nafasi na mkaenda sehemu mkapoteza mwelekeo, wanashambulia mitindo mingi, wanashambulia kwa kutafuta nafasi, wanashambulia kwenye nafasi unazoacha. Na mechi ile iliyopita walidundwa mara mbili, walifungwa goli la kupoteza nafasi, lipigwa kwa haraka haraka, wakaenda kakosa, wakafungwa, wakapoteza mpira haraka. Sasa cha kwanza watakunyima nafasi. Barakani wakija hapa wanaoje kufunga kompresa, hawakupi nafasi kabisa, ili ile mechi kwao isiwe na pressure. Wanafahamu kuja kucheza na Simba kuruhusu Simba wa flo kwao, inaweza katengeneza presha kwa sababu Simba atakuwa uwanja wa nyumbani.